Iringa waiminzwa kujikinga na ugonjwa wa mpox. Na katika michezo na burudani, mchezo kati ya Radio FC na PRFC washindwa kutamatika mara baada ya mgogoro baina yao. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii ya habari unaweza ukaipata katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Instagram na YouTube at uidigital. Waziri wa Afya Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa, Chacha Wangoge, amewaasa wanafunzi kufuata taratibu zilizowekwa ili kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Mwana mwanahabari wetu Silivia Chalamila ana undani wa taarifa hii. Waziri huyo amewataka wanafunzi kujikinga na kutumia vyanzo mbalimbali vilivyowekwa choni hapo ikiwemo ndoo ya maji na kufuata maelekezo yaliyowekwa kwenye bao za matangazo ili kujikinga na ugonjwa huo. Lakini pili tuwakumbushe kwamba tusiishi kwa mazoea, tusichukulie magonjwa s kwa hiyo wao wenyewe sasa tunawapa hiyo elimu, lakini tunawasisitiza kwamba panapohitajika kuchukua hatua wachukue hatua. Kwa mfano, ni kweli tumeweka matangazo, pengine wengine wasisome wakapuuza, lakini ni kweli katika milango yote tumeweka maji safi ya kunawa, lakini pengine wengine wanaweza wasipite au wakapita bila kunawa. Kwa hiyo sisi tumeweka lakini pia tunaendelea kuwasisitiza. Baada ya hapo, sasa ibaki kuwa ni hatua ya mtu mmoja mmoja, kwa sababu hatutasema kwamba sasa mkitoka darasani, tunawabeba na kuwachukua wanafunzi wa chuo kikuu tuwapeleke sehemu husika, mkafanye nini mkanae. makamu waziri mkuu wa chuo kikuu cha Iringa ametoa rai kwa wanafunzi kuepuka sababu zinazoweza kusababisha ugonjwa huo, ikiwemo kuepuka kushikana mikono kuvaa barakoa, kwani ugonjwa huo bado upo. Kwamba ugonjwa upo na mtu anaweza pia hata kupoteza maisha yake usipofuata maagizo, ambapo um, tunaziona kwenye ubao wa matangazo sehemu zote. Tunaona namna gani unaweza kujikinga ili usipatwe na huo ugonjwa wa impox, lakini wanafunzi wanachukulia poa. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa Sadoki Mvela amebainisha mambo ya kuzingatia kuepuka ugonjwa huo ikiwemo kutoshikana mikono mara kwa mara na kufuata miongozo mbalimbali ya wataalamu wa afya. Waziri wetu wa afya atambia kuna vitu vya kujikinga katika ugonjwa Mpox kama kuna na mikono na kutoshikana shikana na watu naye fredi Masanja ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa amewashauri wanafunzi wengine kufuata taratibu zilizowekwa na viongozi choni hapo, ili kujikinga na ugonjwa huo. Kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, ningependa kuwashauri wanafunzi wenzangu wawe makini, wafuate yale maelekezo ikiwa ni pamoja na kuepuka kugusana gusana mara kwa mara pindi tunapokuwa hapa chuoni. Licha ya kutangazwa uwepo wa ujio mpya wa ugonjwa julikao kwa jina la Mpox nchini Tanzania, baadhi ya watu wakiendelea kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu Wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakishirikiana na serikali ya wanafunzi choni hapa wameelezea ni kwa namna gani wanajikinga na ugonjwa huu. Licha ya kuwepo, licha kuto kuwepo na kisa chochote katika chuo kikuu hiki cha Iringa, wameelezea wamechukua tahadhari gani juu ya ugonjwa huu. Nikiripoti kutokea hapa chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Silvia Chalamila, UoI Digital. Taarifa ya Silvia Chalamila inatukamilishia habari za kitaifa tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Silvia Chalamila. Wafanyabiashara kutoka Tumaini wanaofanya biashara karibu na mazingira ya chuo kikuu cha Iringa wameeleza mabadiliko ya soko la biashara baada ya kufunguliwa kwa chuo kikuu hichouwetu Tumaini. Chuo kikifunga, tunakuwa na hali ngumu sana kwa sababu sisi tunategemea asilimia kubwa Diana James mfanyabiashara mama lishe amezungumza namna biashara ilivyokuwa ngumu pindi ambapo chuo kilifungwa. Angalau sasa hali imebadilika kwa wateja kuongezeka. Chuo kilipokuwa kimefungwa, biashara kweli ilikuwa ni mbaya mbaya, jamani, kweli. Ni at least, kilipofungua ni mbaya, lakini sio kipile kama kilivyokuwa kimefungwa. Nasi Mkwema ameeleza namna hali ya biashara ni ngumu kwa sasa lakini hailinganishi na kipindi ambacho chuo kilikuwa kimefungwa. Nao wafanyabiashara wa bidhaa zilizotumika wameeleza kuwa mabadiliko la soko ni kubwa kwani wateja wengi ni wanafunzi na sasa wamerudi chuo. Kipindi chuo mara kwanza. Hayo ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara wa Tumaini, chuo kinapofunga na chuo kinapofunguliwa, ni namna gani biashara inavyokuwa kipindi cha chuo, chuo kikifungwa na chuo kinapofunguliwa. Nikiripoti kutoka hapa Tumaini, ni mimi Silvia Chalamila, UID. Shukrani sana Silvia Chalamila kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Baraka Pela, ni kusiendelea kuwa nasi. Mashindano ya mpira wa miguu ya ngao ya Isani yaliyoandaliwa na chama cha uandishi wa habari, Press Club chuo kikuu cha Iringa yamefunguliwa rasmi leo kwa mechi kati ya Lady FC na PRFC, japo mechi hiyo imeshindwa kumalizika uwanjani hapo baada ya kujitokeza kwa migogoro katikati ya mchezo. Baada ya kuvurugika kwa mchezo huo, manaudha wa timu zote mbili wamezungumza me, wa juu ya mchezo huo na kueleza sababu mbalimbali mbali zilizosababisha kuvurugika kwa mechi hiyo pamoja na maandalizi juu ya mechi zilizoko mbele yao Nahodha wa timu ya Radio FC Gaspar Angel amesema wameshindwa kumaliza mchezo vizuri kutokana na mwamuzi wa mchezo. Amesema pia kwa upande wao kama timu wamebaini baadhi ya madhaifu katika timu yao, hivyo watarekebisha ili kuhakikisha wanaendelea kusalia katika michuano hiyo kwani bado wana mechi mbili. Hivyo ameomba mashabiki wao waweze kujitokeza katika mechi zilizosalia ili kuwapa hamasa wao kama wachezaji. Tunashukuru, tumemaliza mchezo salama, lakini kitu kingine ni kwamba tumeshindwa kumaliza mchezo vizuri kwa maana ya kiutaratibu mchezo ujaisha kwa asilimia mia moja, kwa sababu za eh, kiuamuzi na vitu e, ki kama hivyo na mambo yaliyotokea, lakini mwisho wa siku sisi kama timu tumeona wapi tuna tatizo. Of course matokeo moja kwa moja mpaka sasa hivi kwa mujibu tulio sasa hivi ni mbili mbili, lakini bado hatujapewa pointi zile za moja kwa moja, kwa sababu kamati ambayo inasimamia mashindano amesema anaweza kukaa kujadili kuona atakuja na jibu gani matokeo moja kwa moja lakini sisi kama timu tumejiona wapi tuna changamoto. Tuna michezo miwili mbele bado kwa sisi tunafahamu. Kwa hivyo hiyo michezo miwili iliyobaki pengine ndio tukajiangalia na tukadetermine wapi ambapo tuna shida na tukaendelea kufanya mazoezi tukaboreka zaidi mechi bora zinazokuja, bora sana. Naye nahodha wa timu ya PRFC Hatibu Shaban amesema ameapokea kwa furaha matokeo hayo kwa kwani walikuwa pungufu wanjani, lakini wameweza kuyapata matokeo hayo, na timu imechezwa kwa ushirikiano mkubwa na wana malengo kufika mbali katika mashindano haya. Pia ameeleza kuwa timu yao itaendelea kufanya usajili wa wachezaji wengine ili kuweza kuimarisha kikosi chao. Ah, malengo yetu sisi ni kufika mbali kwenye haya mashindano e, tukiwa bado tuna kikosi kichanga, wachezaji ni wachache, tuna mpango wa kuongeza wachezaji wengine ili kuleta fitness ndani ya kikosi, lakini pia kuleta uimara ndani ya kikosi. Mechi kati ya Radio FC na pia mshindo kufikia dakika 90 ambapo kumekuwa na migogoro kati ya pande zote mbili ila ametoshana nguvu kwa bao mbili kwa mbili. Nilipoti kutoka uwanja Kigonzile, jina langu ni Baraka Pela, UoI Digital. Asante sana Baraka Pela kwa kutupitisha viwanjani mtazamaji wa UoI Digital kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Silia Kombe Jiwau, leo ni siku saba tu tangu mwezi wa nne uanze, na tumekutana tena kwenye kipengele cha msamiati, kipengele ambacho tumelenga kujifunza lugha ya Kiswahili na misamiati ni maneno ambayo yameandaliwa na Bakita, yani Baraza la Kiswahili Tanzania. Na leo nimekuandalia msamiati vinjali. Je, una ufahamu wote juu ya msamiati vinjali? Tuungane na baadhi ya wanafunzi wakijaribu kutufafanulia juu ya msamiati vinjari. Usiondoke. Ehe, unaelewa nini neno juu ya neno vinjari? Ni kama bwana fulani anajivinjari, anajivinjari, yani ni nini? Yani unaweza ukanitolea kidogo fafanuzi Ha? Mimi leo nina challenge kidogo kuhusu lugha ya Kiswahili. Unaifahamu vyema lugha ya Kiswahili? Ndio, naifahamu vizuri sana. Una uhakika? <laughs> Aya, So, bwana leo na msamiati unaitwa vinjari. Unaelewa nini unaposikia neno vinjari? Aa, neno vinjari ni neno ambalo linatumika kama kufurahia kitu fulani, mfano ninasema kwamba leo nimejivinjari kucheza na Malisi Mtazamaji. Hawa walikuwa ni baadhi ya wanafunzi wakijaribu kueleza wao wanaelewa nini juu ya msamiati vinjali. Hasa nami ni sikuchoshe, ni kupe maana halisi ya msamiati vinjali. Vinjali ni kutupatupa macho kuangalia vitu vinavyopendeza. Kabla sijahitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi inayosema kuvinjali kuna furahisha moyo uaidikto long kidiktari Nami na kuacha sentensi inayosema mzee Kagoma anapenda sana kujivinjari ufukweni muda wa jioni. Na hii ndio maana halisi ya msamiati vinjari. Mtazamaji, mtezamaji wa UoI Digital, wa huu ndo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nami toka mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami Angel Msele, ni kutakie usiku mwema, alamsik.